Fisi ni miongoni mwa wanyama wanaodharauliwa sana, lakini kiuhalisia ni mnyama mwenye akili kubwa na mbinu za kipekee za kuishi porini. Fisi ni mnyama anayepatikana zaidi Afrika, wanafanana kidogo na mbwa mwitu, wanajulikana kwa sauti yao ya kipekee inayofanana na kicheko. Tabia za fisi. Fisi wana akili kubwa sana, wanaweza kupanga mikakati ya kuwinda. Huishi kwa makundi yanayoitwa clan Jike huwa na nguvu na mamlaka zaidi kuliko dume. Wana uwezo wa kula karibu kila kitu, hata mifupa migumu. Kinyume na imani ya wengi, fisi si walaji wa mizoga tu, bali huwinda wenyewe wanyama kama swala. Hula mizoga, mifupa. Tumbo lao lina asidi kali inayoyeyusha mifupa kabisa. Maisha na makazi. Fisi wanapatikana sana kwenye maeneo ya wazi na wanapenda kuishi karibu na makazi ya binadamu bila kuonekana kirahisi.